Yes, mambo vipi? hope uko poa kabisa mwana sawa, sawa, digital kila kitu kiko sawa. And I told you before kwamba eh, bwana wiki iliyopita tulikuwa na package ambayo inahusiana na masuala mazima ya show ya Platinum, nimeondoka Juksi, eh, vitu vilikuwa vingi sana kina baba Levo, pia kwenda huko London, kwenda wapi, I think ulikuwa enjoy sana. Lakini siku ya leo pia tuko na eh, sisi bwana wana burudani, so kila muda lazima tuwe tuna enjoy, so tumekuja na vitu vingi sana ambavyo vinahusiana na eh, swala so, zima so, so la burudani. Nataka kujua msanii wako anafanya nini, labda mchezaji wako, labda kiongozi wako katika timu yako au sehemu yote kwa wanayanga kwa kuweza kuchukua kombe hilo lingine, shout out sana kwa nyie. Lakini pia kama kawaida, huwa siwi peke yangu, kwa sababu kika peke yako, pia wanasema kujitenga sio vizuri. Niko na mwanangu kabisa, ladies and gentlemen, introducing to you ASK OFU as on this one. kazini chizi, nyumbani baba mdogo mdogo, ndio mwendo mdo chao mendo skin, mendo pen, mendo, tunazidi kusema kwa matendo na na na hii ni ni the package e bana, bana, tukikupa taarifa kadha kadha, na sasa hivi kuna story eh, ambayo tuko tuko nayo mezani kwetu mm. Lakini eh, kubwa ambalo tuko nalo ni kuhusiana na wale wasanii lakini pia watu ambao wapo katika eh, bana sekta ya burudani ambao wameweza kuchukua fomu yeah. Na kama inavyofahamika kwamba tarehe ishirini na nane mwezi Oktoba mwaka elfu mbili na ishirini na tano eh, bana ndipo ambapo eh, uchaguzi mkuu mm. utaenda kufanyika yeah, kufanya vitu vya eh, <laughs> ajabu sana. So bana tuko na listi ndefu sana ya wasanii, lakini pia tuko listi ndefu sana ya watu ambao pia ni mashuhuri kwenye masuala mazima ya burudani, hasa katika michezo, katika bongo flavor, muziki, movies, watu kibao wana hivi, ukisikia jina la Zena Muhammad unafikiria ni, ni nani? Ni msanii gani? Au watu washazoea tu kusikiza tu nickname za wasanii. Zena Muhammad eh. Of course ni eh, jina ambalo kwa mtu ambaye labda pengine sio mfuatiliaji sana wa majina ya, ya wasanii anaweza asijue yeah. mm -hmm. lakini eh, Zena Muhammad ni Shilole mm -hmm. eh, mzawa kabisa wa kule eh, Tabora. Yeah, Tabora. Eh, sasa yeye ni moja kati ya watu ambao pia nimewaona kule bana. Umeona bana, amekula jezi za kijani na njano <laughs> e, nimemuona amekula, kwa... amekula jezi za kijani na njano wakati ingalia kuwa E, msimu uliopita pia aliweza kujaribu bahati yake lakini eh, bahati pia haikuwa kwa upande wake yeah. Lakini pia kwa sasa hivi ameamua tu na kurudia anasema eh, uh, uh, usikate tamaa yeah. Kuweza kujaribu, mm, kujaribu lakini pia kuweza kudhubutu. So kwa upande wako, Shilole kwa the way ambavyo wewe unamfahamu kwenye swala so zima la muziki lakini mm, pia katika swala zima la uuzaji wa chakula hapa katikati kumekuwa kuna skendo zake nyingi sana ki, akiwa na bishana bishana kwenye masuala mazima ya kupika mm, na huyu mwanadada anaitwa um, Uh, jina limenitoka kidogo lakini ni mmoja kati ya watu ambao pia walikuwa wanashindana kwenye maswala mazima ya upishi. Kila mtu anajisifia kwa upande wake. Sasa kwa upande wako, Skofu, unafikiri kwamba eh, Shirole kwa time hii ataweza kuibeba ile ile, ile, ile nuru ya wanatabola hmm. matumaini mengi ya wanatabola ambao wako nayo kwa sasa hivi, ingali ya kwa ya kwanza waliweza kumdondosha kwa kipindi hiki ameweza kujaribu tena, unafikiri ataweza kutokana na the way ambavyo yuko mbali na wananchi wake pia kwa sababu yeah. tunajua harakati zake zote ziko da lakini hmm. pia ameweza kugombea Tabola. Uh, of course ni kwamba bila hata yeye eh bana, kwanza mimi namshukuru kwanza kwa jinsi ambavyo ameonekana kwamba ni moja kati ya watu ambao hawachoki katika upambanaji wao, kadondoka mara saba lakini kainuka mara nane, yeah. Licha ya kwamba yeye yupo Dar es Salaam katika harakati zake za kibiashara, lakini pia muziki yeah. Yeye pia ni mzaliwa wa Tabora, bila shaka anajua yeah. kwamba wananchi wake kipindi ambacho anakuwa alikuwa anajua kabisa kwamba kuna changamoto moja mbili tatu ambazo wanakumbana nazo yeah. Kwa hiyo pengine labda ilikuwa ni ndoto yake, siku moja akikuwa mkubwa bana na kupata na nafasi fulani hivi serikalini, anaweza akawasaidia wananchi bana waweze kutoka kwenye ile matatizo ambayo walikuwa wanakabiliana nayo kipindi hicho, hata tangu kipindi yanakuwa. Unafikiri kwa sakata ambayo iko kwa sasa hivi, wananchi wamekuwa wanakuja juu sana kutokana na maendeleo, watu wanalalamika wana, wana maji mara sijui miundombinu imekuwa ni mibovu yeah. So kwa Shilole, kwa sababu yeye amekuwa yashazoea kwenye masuala mazima ya usanii, unafikiri mm, kwamba ameshafanya tafiti za kuweza kuhimili huo mzigo ambao anataka kuchukua kwa sasa hivi, kwa kuwategemea kwa kuweza kuwasaidia kwa, wananchi kutokea Tabora. Yani, nyumbani ni nyumbani tu unajua, yeah. Nyumbani ni nyumbani, Shilole yeye kuweza kutoka eh, hapa lakini pia kwenda kufika eh, nyumbani kwao yeah. Bila shaka ni kwamba hata kama ukiondoka leo mm -hmm. ukaenda sehemu yoyote ukarudi nyumbani huwezi ukakosea njia yeah. Kwa hiyo manake, bila shaka ni kwamba Shilole yeye anajua wapi kuna changamoto licha mm -hmm. ya kwamba yupo zake hapa Dar es Salaam mm -hmm. mimi, na imani kabisa hata kama akifika kule e bana, kwao nyumbani yeah. Tabora. Yeah. E bana akipata hiyo nafasi anaweza akaitendea haki vizuri kabisa, na kama unavyojua Shilole kafanikiwa mm -hmm. e, kwake yeye tu binafsi Yaani hajadondoka tena. Unajua, licha ya changamoto tofautitofauti za kimuziki ameweza kusimama, na sasa hivi jina lake bado linatajwa kwenye biashara yake pia. A, anafanya vizuri. Ukizungumzia Shilole e bana Shishi Food, basi unazungumzia moja kati ya watu ambao wana mafanikio kwa hapa Dar es Salaam, event nyingi sana chakula kutoka kwa Shilole. Kwa hiyo maana yake mafanikio binafsi pia yanaweza akasababisha hata ye mwenyewe e bana kuweza kufanya makubwa zaidi hata nyumbani kwao bane makubwa zaidi hata nyumbani kwao, kutokana na the way wanakuwa anafanya kazi zake na kila kitu kiko sawa kabisa. Kwa upande wa taifa, basi aje aaa, vijana waweze kujilipua katika masuala mazima ya siasa. Eh, ni ina, ina, ina watu ni wahuni watu waliochafukwa. E bwana Mbagala, Mbagala bwana ni moja kati ya sehemu ambazo pia zinasifika kwa matukio mengi sana, na Romy Jones amekuwa ni moja kati ya watu ambao pia wameza kutia nia katika jimbo hilo la Mbagala. Tunajua kabisa Romy Jones pia ni official DJ kabisa wa Diamond Platinumz, lakini yeah, pia yupo kwenye series nyingi sana ambazo zinakuwa zinaruka huko DSTV, wapi wapi, yeah. Romy Jones, kwa upande wa Romy Jones ameweza kutumia ile chance ya kusema kwamba vijana saizi na wakati wenu kushika nchi Uh, kwanza Romy Jones bila shaka ni kwamba ni moja kati ya watu ambao washafanya makubwa sana hapa Tanzania, watu wengi wanajua yeah. kwenye sekta ya kiburudani yeah. na yeye bila shaka ni kwamba sasa hivi tayari kashakuwa yeah. yani kashakuwa yani kashatoka katika yale makuzi ya ujanani, na sasa hivi ameamua kuchukua bwana msalaba, kubeba msalaba wa wananchi wa Mbagala sio, sio, sio, sio makuzi ya kisiasa tena, ni makuzi ya ujanani wenyewe kwenye kutoka, sababu uh, ni siasa ambayo inaingia, ni vitu ambavyo viko serious sana. Serikali Yaani ndo maana nakwambiaje yeah. Yeye tayari kashakuwa mpaka sasa hivi. Unajua mm. Romy Jones kashafanya makubwa mm -hmm. Kwenye e, tasnia ya burudani sawa mm. Kwa hiyo manake yeye bila shaka ni kwamba hajafanya hivi kwa kukurupuka, kajitathmini, kajiona kabisa kwamba ni nafasi sasa ya mimi kuweza kugombea e, katika hii segment ya hapa Mbagara kuto, e, kufika hapa Mbagara niweze kuokoa e, aa wananchi, kwa sababu Romy Jones pia ni moja kati ya watu ambao washazunguka sehemu mbalimbali wameshaona kwamba e, bana huko nje na hapa ndani kuna utofauti gani pa kuweza kuongezeka. Tayari kashajua kwamba kuna magepu tofauti, ambayo inabidi sasa hayo magepu bana, ili tuweze kuya eh, kufika level moja, lazima kuna moja mbili tatu lazima tuweze tukafanya. Sasa yeye ameamua kuchukua nafasi yake kama e, eh, moja kati ya watu ambao wamezunguka sehemu tofauti tofauti yeah, na kuweza kujua kwamba ni wapi ambapo tulikuwa tuna feli tuweze ku e, bana kuziba sasa e, bana ile nafasi ambayo labda pengine ilikuwa ni ufa katikati ambao alikuwa anauona lakini pia kwa upande wangu nafikiri, eh, hata show pia zitaweza, lazima zitapungua kivyovyote endapo akapata nafasi ya kuweza kupita, yeah. Nafikiri swala so zima la sanaa pia na yenyewe itakuwa ni mwisho kwa sababu mfano mzuri ni Mwana FA, yeah. Mwana FA ni msanii wa muziki alivyoingia tu serikalini kwenye swala so zima la muziki imekuwa ni eh, takriban yaingia kwenye mpaka mm. sasa hivi kuna ngoma yote ambayo ameitoa yeye official kama msanii imekuwa ni kipengele sasa. Kipengele sasa, kwa upande wa Romy Jones pia ndi, ndio, tunajua anaachilia nyimbo lakini sasa mm -hmm. zimekuwa zifanye vizuri kwa sababu ya promotion unajua, mm -hmm. kwa sababu eh, yeah. ubize umekuwa mwingi, ubize umekuwa ni mwingi kwenye masuala mzima ya serikali sasa, uh -huh. nafikiri na Romy Jones pia yuko kwenye series kibao yeah. Uh -huh. ambayo anaruka kwa DSTV uh -huh. lakini pia ni official DJ Platinum saka kwenda zake London uh -huh. Romy Jones tuondoke yeah. unafikiri pia italazima itambana kwa kwa upande mmoja ama mwingine Uh, kazi zake za sanaa bila shaka ni kwamba zinaweza zikawa zime eh zikawa zime... si, zi si kidogo yani yeah. Masuala yake ya sanaa kidogo kawaka mm -hmm. Mwisho kwa sababu atakuwa tayari yupo mm -hmm. Business eh, na kushughulikia wananchi. Yeah. Lakini mimi naona kabisa kwamba Romy Jones eh, bwana kafikiria kwanza kabla ya yote haya ayaashaianga kwamba kuna moja mbili tatu kuna setup ambayo tayari kashpanga eh, eh, na mambo yake anaamini Romy Jones mzee. Uh, alikuwa ni moja kati ya watu kabla tu ya kuweza kuchukua form ya, ya kuweza kugombea ya bana huko Mbagala, yeah. Uh, ubunge sasa, aliweza kusafiri sehemu uh, tofauti tofauti tofauti uh, katika uh, tour ambayo RJ ilikuwa inaitwa mama tour ambayo hii tour aliweza kufanya uh, katika mikoa tofauti tofauti, mikoa mingi sana uh, ikiwemo yeah. uh, Kigoma, Tarime, Morogoro, Dodoma, Singida, Bukoba, Shinyanga, Kahama, Arusha, Moshi, uh, bana, Tabora, Geita, Tanga, Musoma, Bagamoyo E, Ngara lakini pia Dar es Salaam kupitia tua hii hapa, alikuwa akiendelea kubeba bendela ya CCM kuendelea kumzungumzia vizuri kabisa mama kwa mengi makubwa ambayo ameyafanya. mm -hmm. So kwa upande wa Romy Jones sasa hivi e, bana pengine labda kupitia hata hizo tua zake ambazo amekuwa akizifanya, bila shaka ni kwamba kaweza kuona kwamba sasa ni wakati sahihi wa yeye kuweza kuchukua tuzo na e, kuweza kuchukua e, form kuweza kugombea sasa ubunge wa kipande hicho hapo. E, bana noma sana. E, bana, shout out kwa wale wote ambao pia wako tayari kwa kuweza kuja kumsupport Romy Jones, mmoja kati ya watu ambao pia wanafanya poa zaidi kwenye swala zima la muziki, kama tunavyojua, kwa sababu watu wengi wakasema kwa kipindi hiki ameweza kumuiga. E, bana, DJ Khalid naye ni mmoja kati ya DJs ambao yeye anatunga nyimbo, lakini yeye haimbi, anachukua wasanii anawaimbisha, yeye anakuwa anatia tia tu vionjo, vionjo, vionjo, vionjo, vyake fulani hivi kwenye nyimbo na kuwa iko bob kinoma noma. Kwa upande wa Mbagala, wanangu kabisa, waweze kumsupport kwa namna moja ama nyingine, labda kwa uenda akaweza kuwasaidia kwa kila ambacho yeye naamini kwa upande wake you know? Eh, lakini pia hapo hapo sasa huyu mtu ambaye kwa sasa hivi naenda kumtaja eh, of course mimi nilipoona tu kwanza ni mmoja nim, nim, nimetafuta yani nimeweza kutafuta vyanzo vyangu karibia 30 ili niweze kuamini kwamba huyu mshikaji ni kweli ameweza kuchukua fomu ya ubunge, e, bana Stan Bakola <laughs> <laughs> Kwanza nimekwambia hivyo, mpaka mwenyewe umecheka kwamba Stan Bakola amechukua. Eh, uko jimbo liko Morogoro. Yeah. Na nataka kugombea ubunge Bwana Stan Bakula huyu ambaye tunamjua anakimbia kimbia na kina mjaku anatembea mara na na umevua mashati matumbo anazunguka barabarani. Yaani ni watu ambao kidogo wamefiatuka kiakili. Kwa upande mwingine naweza nikasema kwamba ni sanaa. Kwa upande mwingine nitasema, kwa upande mwingine mimi nitasema tu ile sanaa. Lakini sasa, kuna baadhi ya watu, umeenda zako kijijini 80 kule ndani ifwe Kenya interior, ukamkuta bibi hata wa miaka zake, ukamuonyesha clip ya Stanbacola e, hey, alafu ukamwambia <laughs> huyu ndo mbunge wetu e, nafikiri itakuwa ni nyepesi kiasi gani, lakini pia itakuwa ni ngumu hey, kiasi gani e? Tuanze hapo kwamba kwa yeye itakuwa ni nyepesi kiasi gani kuweza kuchukua jimbo. Ah, hiyo kwanza inakuwa ni ngumu. Sasa unajua, all in all <laughs> ile pale ni kazi, si naelewa yeah. Unajua sometimes hizi ni sanaa, afu sanaa sio eh, maisha halisi ya watu. Unajua kuna muda mwingine mtu inabidi tuje chetu elimradi mkono ufike kinywani. Anachokifanya Stanbacola pale haibi. Unaelewa eh, anachokifanya pale ile ni sanaa, na sanaa bana, inasababisha watu wanapata pesa, wanaweza kupeleka watoto e bana shuleni, wanasoma mambo yanakuwa ni safi. Kwa hiyo watu wadili na, na, na, wadili kwamba kile anachokifanya yeah. ni sanaa yeah. wampokee kwenye engo nyingine ambayo anakuja nayo kwa sasa hivi kama ndugu mheshimiwa Stan Bakola. Hebu imagine unamuita ndugu mheshimiwa Stan Bakola. Eh, mheshimiwa Stan Bakola. Yaani inakuwa imekaa kinamna fulani hivi hapo kama Sema, unajua kuna msemo mmoja hivi wanasema kwamba do that I say and not as I do. Mm -hmm. Yaani kuna vitu vingine Yaani bora tu ambacho anachokizungumza eh, kwa watu ambao labda pengine ni wananchi wake, sawa? Yeah. Lakini sio kitu ambacho anakuwa nakifanya yeye kwa mfano katika eh, uigizaji wake. Haimaanishi kwamba eh, kile kitu ambacho anakifanya basi wananchi wake wote lazima wao wanakifanye wana, mm, wana kile pale. Sasa ndio lomo letu na kiongozi eh, wetu lazima tukuige. <laughs> Sasa kwenye eh, maigizo kwa mfano yeye pale tayari, lakini si mnaigiza uhalisia wa maisha ya watu ya wa kawaida? Eh. Ah, sasa eh, si ndio, lakini pale ile tayari ni ajira yake ujue. Mm. Yaani uigizaji unafanya Stanbakola, mm, kupitia uigizaji e, huu, hapo haimaanishi kwamba kwenye ubunge wake utakuwa ni hivyo hivyo. Maana yake kwenye ubunge wake bila shaka tayari, yeye ataenda kuswitch na unajua, Stanbakola, mimi si si sizani kama labda pengine amekurupuka, unajua kwenye hizi fomu zote ambazo watu wameenda kuzichukua, yeah. Mimi sina shaka na, na eh, msanii yoyote au mtu yoyote ambaye anatokea kwenye sekta ya burudani kwamba kakurupuka. Stanbakola yeye ameona wakati umefika na bila shaka ni kwamba anataka sasa kaendelee kuwatumikia wananchi na nia yake iliweza kutangaza. Mimi nampa support yangu kama bana askofu wa masela hapa kutoka kipande chochote ambacho upo right now. Bana Stan Bakola, bana hongela sana bana Stan noma sana lakini. Kwa huyu hapa ni moja kati ya watu ambao pia haijanishtua sana, lakini tu imekuwa ni kawaida. Lakini labda kwa kwa kwa comments, kuna baadhi ya comments za watu ambazo nimekwisha kuzipitia, wameweza kuona kamba kwamba mshikaji ilikuwa ni kama kwenye muziki kama fulani napotea sasa anataka ajitafute katika engo nyingine. Huyu ni Sheta bwana. Yeah. Sheta anataka kugombea jimbo la michikichi ambapo unapatikana Ilala, e, jimbo la Ilala pia ni bonge moja ya majimbo ambayo kwa hapa Dar es Salaam ni jimbo kidogo la moto. Mm. Jimbo ambalo limechangamka pia Wabiyo. Jimbo ambalo Ilala. Jimbo Ilala. la Ilala yuko michikichi huko Ilala. So kwa upande wako Sheta ni kweli anataka kujiweka kwenye engo nyingine ya ya ya ya, ya, ya, ya serikali kama hivi kuonekana kama kwenye usanii kama kumekuwa kuna ngazi ndefu sana kwa upande wake. Uh. Kwa upande wa Sheta yeye, mimi naona kabisa kwamba alikuwa na ndoto ya kuwa kiongozi mkubwa. Hapo hapo, ikumbuka kwamba kwenye hata posti zake kuanzia yeah, nyuma kidogo yeah. Ana posti posti masuala ya CCM, masuala ya kusaidia tu... vijana ni namna gani, vipi vipi yani hata ya. Mwanaye pia anam, anamlea katika makuzi ambayo dakika mwisho mtoto wake yeah. Ana ndoto yeye kama baba kwamba mtoto wangu lazima siku moja aje kuwa kiongozi. Ndugu wajumbe, kwa majina niliyopewa na wazazi wangu bila kushirikishwa ni Kailan Udin Bilal ndugu wajumbe, kabla sijaanza kuwaomba kura, naomba niwakumbushe kuwa zizi la ng'ombe hupendezeshwa kwa ndama wengi mwone. Licha ya kwamba Sheta Bana ni moja kati ya watu ambao profaili yao ya kimuziki ni kwamba, mara ya mwisho kabisa naweza kumwona kwa mm, kwamba Sheta ameachilia wimbo wake, ilikuwa mm, ni mwaka elfu mbili na ishirini na tatu wow, mwezi Agosti tarehe kumi na saba ambapo aliweza kuachilia wimbo na platform. Sasa pia, Sheta ni moja kati ya watu ambao wameshafanya makubwa zaidi kwenye tasnia ya muziki wa Bongo Flava. Yeah. akiachilia wimbo eh, tofauti tofauti, tofauti kama vile Shikolobo, mm -hmm. e bana eh, kama ule pale wimbo ambao aliachilia pamoja na Jux eh, pamoja na yeye uh, Mr Blue pia mm -hmm. E, walishafanya makubwa sana kwenye game ya muziki wa Bongo Flava, of course ni kwamba mm sasa hivi -hmm. Yeye ameamua kuchukua e bana. E, msalaba kuweza kubeba msalaba wa wananchi, lakini pia e, bana akitegemea kwamba support kubwa sana kutoka kwa wananchi, kutoka kipande e, hicho ambacho wameweza kuchukua form, basi wanaweza kufanya makubwa zaidi kwa ajili ya kuweza kumwakilisha yeye akawa kiongozi wao. e, bana, noma sana, huyo ni Sheta. e, watu wengi pia kuna comments nzuri, pia kuna comments za wasanii pale, ni wengi sana, nimeona kama Linex pia kamsifia yeah. e, wasanii kibao kina Lina pia amemsifia kwamba brother anaweza kufanya vizuri katika upande huo e, bana, moja kati ya vichwa ambavyo sasa vimefyatuka ndo hivi hapa. Huyu mshikaji anafahamika kwa jina la Creighton Levocatus Chipando, Baba Levo baba mijumba, noma sana. Watu wengi sana pia walikuwa surprised kuona e, kwamba mshikaji alishakuwa hivi. Nakumbuka kwamba baba Levo pia alishawahi kuwa diwani yeah. Alikuwa ga diwani, kuna masakata ha, alitokea mpaka hey. i Unajua, watu wengi walikuwa nadhani pengine labda Baba Levo hatajihusisha tena na masuala ya siasa yes, mara baada ya ile sakata ilitokea, yeah. Unaelewa mm. Lakini sasa hivi ni kama vile wananchi wa Kigoma, mm, walimtaka. Unajua eh. mm -hmm. Niliona kuna clip moja ambayo ilikuwa inasambaa kwenye mitandao ya kijamii, mama mmoja hivi ambaye alikuwa amejifunga vitenge, alikuwa analalamika kwamba Baba Levo, bora urudi, kwa sababu Baba Levo alienda jela kwa sababu yetu tumechoka hizi kero. Baba Leo atuone huruma. Baba Leo popote alipo atusikie, atuone huruma. Wanawake tunaonewa, mwana mkachokora hizi kero, anataka tuzalie hapa sokoni, eh Baba Leo aje, Baba Leo aje ndani baba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 yetu sisi si. Hakuna ambaye ashaweza tofauti na Baba Levo. Popote alipo akitusikia hii sauti, akumbuke ni watu wa malungu kwao, Kigoma atufuate tume clip. Ni moja kati ya klipu ambazo ziliweza kubeba hisia sana kwa watu wengi sana, hususan ni wadau wa burudani, lakini pia watu ambao wanamjua Baba Levo kiundani. Unajua, Baba Levo ni moja kati ya watu ambao mimi nasema kwamba ni kazini chizi, lakini nyumbani baba mm -hmm. Yani, licha ya mambo ambayo anakuwa anafanya ile pale ni kama tu sanaa, lakini hey, hey. anajua nini ambacho amekuwa yeah. yeah. na matukio yake fulani vinamujako wanatolea na matumbo manini wanakimbia kimbia, yani ni watu ambao unaweza kusema wajamaa wamefyatuka akili hey, lakini yeah. pia ni tunarudi kwa upande ule kwamba hawa ni wasanii yeah. na wanafanya sanaa kwa upande wao, lakini pia eh, ni maambasada wa makampuni yeah. tofauti, tofauti, tofauti. Kila mmoja anakuwa anapiga pesa kwa engo yake kwamba hili ubunge mimi ni, nimepata ni, ni, ni, ni yeah. Yani, ameweza kuongeza tunaweza tukasema kwamba kama kipindi hicho ulikuwa unakula matonge mawili basi sasa hivi unapiga matonge zako saba. <laughs> Eh, Baba Levo Kigoma, Kigoma mjini, yeah. ni, ni moja kati ya watu ambao watapata nafasi kutokana na the way ambavyo shauku ya wananchi pia wameonyesha kumuonyesha mm. Oh. eh, mshikamano wa moja kwa moja kwamba kuweza kumpitisha Baba Levo, ila katika wananchi sio wote yeah, ambao labda pengine wanaweza akawa na mtazamo ule ule wa kumtaka Baba Levo yeah, lakini mimi ninachoamini kabisa kwamba Baba Levo anaweza akawa na nafasi pia, kwa sababu kwanza, ni moja kati ya watu ambao wana mashabiki wengi sana, hususan kwa kipande cha Kigoma yeah. Afu inabidi pia uelewe kwamba Kigoma ni watu wabishi sana hapa eh, yeah. hey, kumbo... kwamba ukizungumzia kwanza pia a list ya mastaa hadi kumi, kumi na tano, eh, wanatokea Kigoma. Wanatokea Kigoma. Kwa hiyo yeah. Kigoma bwana, kuna mambo mengi sana kunatoa vipaji lakini pia kuna vipaji vya ubishi, watu aniwabishi sana kule Kigoma. Kwa hiyo eh, manake eh. yeye baba Levo mm. anaenda kubeba eh, msalaba wa wananchi wa kule, na mambo mengi sana watu wanategemea labda pengine anaweza akayafanya yale ambayo labda pengine aliweza kuachwa na uongozi ambao umetoka una, una, unaenda kumaliza bana mm, eh, wakati wao yeah. Na yeye baba Levo pengine labda akipata nafasi anaweza akafanya mambo makubwa sana kwa upande wa pale bana. Huyo ni baba Levo, mm, aweze kufanya mambo makubwa sana kwa upande wa kule Kigoma mjini, yeah, kwa wale wote ambao pia wanamfuatilia katika. Afu eh, pia nimekutana na Damo Platinum pia, mm -hmm. licha ya kwamba sasa hivi yupo uh, zake huko Paris, mm, eh, nimemwona pale alikuwa eh, katika e bana concept ya Rema ya masala, eh, eh, masala, eh, masala, mwona, eh, pia eh, eh, kule Rema sasa nimemuona. yeah. pale eh, Diamond Platnumz alikuwa huko Paris ameweza kutoa ujumbe kuendelea kumpongeza eh, baba levo baba levo bana yeah. e kwa jinsi ambavyo ameweza kuchukua fomu mm. ile pale na kuweza kujaza kwa maana yake moja kwa moja Ebana akatia nia sasa, ebana halali kabisa, ambayo imeweza kuonekana kwa watu, kwa maana tunaweza tukasema mzazi ameshatia baraka, kwa sababu anasema ndio baba yake baba yake. Na moja kati ya vitu ambavyo unajua vilinifurahisha zaidi <laughs> yeah. Hapo siku za nyuma, kuna tulifanya mahojiano na baba Levo yeah. Alisema kwamba eh, kuhusiana na masuala ya uchawi, tulimuuliza kwamba vipi utaweza kuacha uchawi pale ambapo utaingia kwenye uongozi, akasema <laughs> yeah. Kwamba mimi siwezi kuacha uchawi uchawi kwa, kwa sababu ni, mimi nikiendelea na uchawi wangu bila shaka kwamba nikienda kufanya uchawi hata kwa rais, wananchi wangu watapata <laughs> kwa hiyo maendeleo yatakuwa yeah. ni ya kutosha kabisa. Kwa hiyo kwa upande wa Baba Levo, mi naamini kabisa kwamba ataenda kufanya mambo makubwa sana bila shaka pia, mm. watu wa Kigoma walikuwa wanamsubiri kwa hamu sana ya. Eh, ni akili tu umetakiwa kutumika hapo bana, noma sana sasa. Kwa upande wa Mwijaku, kwa sababu bana, uh, Mwijaku anakwambia kabisa bana, wananchi wa jimbo la Mvomero, Morogoro, wajipange kutokana na the way ambavyo yeye amekwisha kujipanga kuweza kuingia katika swala zima la kuweza kuchukua jimbo na kuweza kuchukua form pia. Amesha kwenda kuchukua form pia mm. tunamuona pale pia Mwijaku ambaye mmoja kati ya watu pia ambao watu wengi wamekuwa wakiwabeza kwa namna moja ama nyingine kutokana na the way ambavyo yupo naye. Ni wale, wale ni watu wa kujifyatua akili, ni watu wa machawa, wanamsifia huyu kesho, yuko huku, kesho yuko huku. Unafikiri wananchi wa Mvomero kwa sasa hivi, kwa kipindi hiki mwaka 2025 na thelathini watakuwa wamepata mtu sahihi uh, tu ni kipi sasa? Ni, ni, ni, ni mtu sahihi yeah, ni mtu sahihi na ndio maana waga nasemaga kwamba hii kazi inaweza ikawafanya watu wakawa na mijadala mingi sana kichwani, kwamba aonekane mshikaji ni mbaya eh, eh kumbe <coughs> bana, kichoni kwake kuna mambo mengi sana yaani tofauti ambavyo na nyinyi ambavyo mnavyomchukulia mm. Unajua, usimchukulie mtu kwa jinsi ambavyo unamuona tu, afu ndani hujui kwamba yuko na kitu gani cha ziada. Kwa upande mm. wa Mwijaku, mimi naona kabisa kwamba ni mtu sahihi kabisa, lakini japokuwa kulikuwa kuna mambo ambayo watu waitegemea kwamba yataweza kuibuka pale kwenye e, jimbo la Kigoma mjini, hujue kwa sababu watu walidhani kwamba labda pengine baba levo pamoja na Mujaku watagombania bana sehemu hiyo hiyo moja mm, lakini baadaye ni kama vile Mujaku kamkataa baba levo, akaamua kuenda sehemu nyingine ambapo upinzani utakuwa ni mdogo. Bila shaka, sijui ndio hivo kwa sababu watu walidhani kabisa na kampeni moja. Moja kati ya vitu ambavyo viliweza kushangaza watu ni ile ambavyo eh, mujako alivyofika pale Kigoma pamoja na watu kibao walikuwa wakiendelea kumpigia makofi e, bana, msafara ya bodaboda watu walikuwa kibao wakiendelea kumfuata wakianza kuwaza kwamba labda pengine huyu kama, eh, anakuja kumpa challenge fulani, eh anaenda kumpa challenge Baba Levo na kama unavyofahamu kwamba hawa washikaji bana wamekuaga mm, na bato tofauti tofauti ambazo zinakuwa zinaendelea kila siku ku rise, eh kama unavyofahamu kwamba Baba Levo ye eh, amekuwa ni moja kati ya watu ambao wanamsemea mazuri Damo Platinum. Mjako amekuwa ni moja kati ya watu ambao wanamponda sana bwana e, Damo, Damo Platinum. Lakini Damo pia baba Levo amekuwa ni moja kati ya watu ambao wanamponda Harmonize, lakini pia yeye ehe. Sasa, kwa hiyo kumekuwa kuna vitu ambavyo kidogo kama wanachanganyana sana hawa watu wawili, lakini kuna time pia wanakuwaga pamoja katika eh, matangazo ambayo wanakuwa wakipata nafasi. So hapo sasa hivi ni kama vile wameweza kuachiana gap <laughs> yani <Yeah>, kwamba oya <laughs> shinda mechi zako eh, shinda mechi zako <laughs> mimi nishinde mechi zangu.